karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku leo jumatano juma la 24 kipindi cha kawaida mwaka che wa kanisa masomo ya leo somo la kwanza linatoka katika walaka wa kwanza wa mtume paulo kwa timoteo sura ya 3 aya 14 hadi ya 1 had 16 na somo la injili Linatoka katika injili ya Luka sura ya saba aya thelathini na moja hadi ya thelathini na tano. Karibu tusikilize injili. Somo la injili ilivyoandikwa na Luka. Yesu aliwaambia makutano. Niwafananishe na nini watu wa kizazi hiki? Nao wamefanana na nini? Wamefanana na watoto walioketi sokoni na kuitana wakisema Tuliwapigia filimbi wala hamkucheza, tuliomboleza wala hamkulia. Kwa kuwa Yohane Mbatizaji alikuja hali mkate wala hanywe divai, nanyi mwasema ana pepo. Mwana wa Adamu amekuja anakula na kunywa, nanyi mwasema tazama, mlafi huyu na mnywaji wa divai, rafiki wao watoza ushuru na wenye dhambi na hekima imejulikana kuwa ina haki kwa watoto wake wote. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Nikukaribishe tena, ndugu msikilizaji, tutafakari injili ya siku ya leo, ambapo kwa namna ya pekee leo tunaendelea kutafakari juu ya uhusiano wa Yohane Mbatizaji na Yesu Kristo na namna mafarisayo walivyowapokea watu hawa wawili, ambao ni nguzo muhimu katika safari katika ya ukombozi. Katika sura hii ya 7 aya ya 18 hadi ya 30, zinatueleza juu ya uhusiano wa Yesu Kristo na Yohane Mbatizaji. Tunaelewa wazi kuwa Yohane Mbatizaji ni mtangulizi wa Masiha, yaani Yesu Kristo, nabii aliyefunga Agano la Kale, akawa daraja la agano jipya aliyemwandalia njia njiya, na hatimaye wakati ulipowadia akamtambulisha Yesu kuwa ni masiha, mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za ulimwengu. Yesu Kristo ndiye anayekuja sasa kukamilisha kile kilichonenwa na manabii, mfano maaguzi ya nabii Isaya katika kitabu cha nabii Isaya sura ya sitini na moja. Ndiyo maana Yesu alipokwisha kusoma ujumbe huo katika masinagogi alimalizia kwa kusema, leo maneno haya yametimia masikioni mwenu. Leo Injili inatueleza ufafanuzi wa Kristo juu ya Mafarisayo na wanasheria waliokuwa na pingamizi la shauri la Mungu juu yao. Tunaweza kusema wanapinga habari njema ya wokovu ambayo kwanza ililetwa na manabii tangu Agano la Kale, na katika Agano Jipya, Yohane Mbatizaji anakuwa daraja akiwaandaa watu kuvuka na kuingia Agano Jipya litakalowekwa na kuwa imara milele kwa njia ya Yesu Kristo. Ukali wa Yesu juu ya kizazi alichokutana nacho ni kuwa hawakuwa tayari kusadiki na hivi waliwabeza Yohane Mbatizaji na Yesu Kristo tangu awali, kwani hawakuonekana kufanania kuwa wajumbe wa Mungu. Hasa Yesu ambaye hata watu wa mji wake hawakumwamini. Na leo Injili inaonyesha utofauti ambao Kristo anatuelezea kuwa hawa wasiomwamini walitazamia kuangalia maisha ya Yohane Mbatizaji na Yesu Kristo na kuwaona kama wakosefu. Yohane Mbatizaji kwa maisha ya kuvaa mavazi ya ngozi, kula nzige na asali na kutokunywa kwake divai na kula mkate, Alionekana kuwa ana pepo. Mafarisayo hawakuelewa kuwa mtindo huu wa maisha ni mtindo unaoelekeza zaidi kujinyima hasa matendo na tamaa za kimwili na kuchagiza maisha yanayochochea uimara wa maisha ya kiroho. Yesu Kristo kwa maisha yake ya kuwa rafiki wa wenye dhambi, kuishi, kula na kunywa nao, alionekana ni mlafi. Wapendwa katika Kristo, tukumbuke kuwa Yesu Kristo aliweka wazi kuwa hakuja kuwaita wenye haki bali wenye dhambi wapate kutubu. Kwa Yesu kula na kunywa pamoja nao, anaonyesha wazi kuwa kushiriki chakula ama vinywaji sio njia ya kuwabainisha wenye haki na wasio haki, bali ni njia ya kuwaleta karibu hasa wenye dhambi na wote waliotengwa wapate kuonja tumaini la kuvutwa katika maisha mapya ya utakatifu. Kwa kufanya hivi, anawatia moyo waone kuwa wao ni sehemu ya jamii na thamani yao inaheshimiwa. Dhambi zao si kizuizi cha kukosa heshima katika jamii, hivyo itakuwa rahisi kwao kupokea zaidi habari njema, kwani hawakuwa na kiburi cha kujivuna kuwa ni wenye haki bali wakosefu wanaotumaini huruma ya Mungu ili wapate kuishi. Kwa kuwa Mafarisayo hawakuelewa zima ya ukombozi kwa kuangazia maisha ya Yohane Mbatizaji na Yesu Kristo, Yesu anatolea mfano wa watoto katika aya ya thelathini na moja hadi ya thelathini na mbili akiashiria kuwa kwa kupigiwa filimbi na nyimbo za harusi iliashiria ujio wa Kristo kama Bwana harusi na hivi walipaswa kusherekea maisha na ujumbe wa Yesu aiza kwa muktadha wa nyimbo za maombolezo, na hawakulia, iliashiria kuwa walikataa kuomboleza au kutambua uzito wa hali yao ya kiroho walipokabiliwa na mwito wa Yohane Mbatizaji wa toba. Na hivi kwa kushindwa kuwaelewa Yohane Mbatizaji na Yesu Kristo, ni dhahiri hawakuelewa ujumbe wa ukombozi ndiyo maana kwao kumwamini Kristo ilikuwa ngumu. Wapendwa, ujumbe wa neno la Mungu siku ya leo utusaidie kusoma na kuelewa alama za nyakati katika maisha yetu ili kuendelea kufahamu kwa undani fumbo la wokovu wetu kwa mfano wa maisha ya Kristo na Yohane Mbatizaji. Sisi nasi tuwe vyombo vya kuwavuta watu hasa waliotengwa na jamii kuonja upendo wa Mungu, na hivi tumaini lao kwa Mungu kuwa hajawaacha lizidi kuwa imara na sabiti, na hivi hekima ya Mungu iendelee kufunuliwa na kujulikana kwa wote ambao ni watoto wake, yaani wale wanaosadiki ya kuwa Mungu ndiye Bwana wa wokovu wetu. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi frateri Patrick Mswazi Dominic wa shirika la wamisionari wa damu mtakatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina!